Kwa jina Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na, na Bwana awe nanyi, ndugu zangu. Leo tarehe mbili Novemba ni kumbukumbu kumbu ya waamini wote marehemu. Ni siku ambao mama kanisa ametualika tuwezi kukumbuka ndugu zetu ambao walitutangulia, rafiki zetu na vile vile wale ambao hawatuwajui lakini walikuwa na imani ya ufufuko. Kwa kawaida ilikuwa inapaswa kuwa dominika thelathini na moja ya mwaka wa kanisa, lakini mama kanisa akatupatia nafasi ili tuweze kukumbuka hawa ndugu zetu ambao walitutangulia, ili kama vile tuko na imani ya kwamba kifo sio mwisho wa maisha yetu, lakini ni mlango wa uzima wa milele kwa wale ambao wanamwamini Kristo, ili nasi kama kanisa kwa pamoja tuweze kuwakumbuka hawa ndugu zetu, ili kwa huruma ya Mungu ambaye ni Baba wa upendo aweze kuwapokea katika uzima wa milele. Sio kumbukumbu ambao tunaifanya katika huzuni lakini tunaifanya katika matumaini, tukijua kwamba wale ambao walikufa ndani ya Kristo kwa ubatizo, hivyo hivyo kwa ufuko wa Yesu Kristo, nasi ambao tunamwamini huyu Yesu, nasi tutaweza kupata uzima au wa milele. Tujue ni kwamba ni siku ambayo na sisi tunakumbushwa kifo chetu, tunakumbushwa kwamba hapa duniani tu marehemu watarejiwa tu katika safari basi na sisi pia tunajua kwamba kwa huruma na neema za Kristo hao ndugu zetu, Mungu akiwakaribisha katika uzima wa milele, na wao wataweza kuwa waombezi wetu. Ni siku maalumu ambayo tunaweza sema ilianza katika karne ya tano na Mtakatifu Odila na huyu alichangali ambaye alikuwa habati yeye aliona ni kwamba ni muhimu kuweza kukumbuka hawa ndugu zetu ambao walitutangulia, na hivyo hivyo, Baba Mtakatifu Benedikto wa kumi na tano na yeye akaruhusu mapadri waweze kufanya misa tatu kwa hii siku ya leo ili waombehe katika nia tofauti. Na misa ya kwanza waweze kuombea marehemu wote, na misa ya pili waweze kuomba kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu na misa ya, ya tatu waweze huyu padri aombe kwa nia zake mwenyewe. Na hivyo hivyo inatukumbusha kwamba sisi wote tu, tuwasafiri tu marehemu watarajiwa. Basi kwa misa ya leo tuweze kuombea hawa ndugu zetu ili waweze eh, kupo, kupata rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Kuna makundi matatu ya kanisa. Sisi waamini katika kanuni ya imani tunashiriki tuna na tunaamini kwa ya kwamba kuna uhusiano na wote waamini ambao walimshiriki na waliyemwamini Yesu Kristo. Kuna kanisa la kwanza, kanisa ya wale ambao wanatembea kanisa hija, the pilgrim church, sisi ambao bado tukatika hai na tuko na matumaini ya kwamba baada ya kifo chetu tutaweza kumwona huyu mungu wetu na tukaribishe katika uzima wa milele. Na vile vile kuna ile kanisa ya wale ambao wametutangulia, kanisa ya tuarani, the suffering church, wale ndugu zetu ambao wametutangulia, lakini bado hawajaingia katika uzima wa milele. Na kuna ile kanisa ya watakatifu, the triumph church, wale ndugu zetu ambao ni watakatifu, ambao Mungu amewakaribisha katika uzima wa milele. Na hisi kanisa tatu tunashirikishana wote kwa pamoja. Tunajua watakatifu wanatuombea sisi ambao tungali hapa duniani, na vile vile ule ushirika uliopo na hiyo kanisa ambao wanateseka, the suffering church. Na makundi matatu tuna wote kama kanisa tunaunganika katika imani moja Mungu mmoja ubatizo mmoja na hivyo hivyo uzima mmoja ule ambao Mungu wetu ametuahidia. Na ile misa ambayo tunaifanya ni misa ya imani. Sio kwamba tunafanya miungiza wakati ambao tunaombea marehemu, sio kwamba ni misa ya miungiza roho zinaruka kutoka motoni ama tualani kurudi eh, kule, eh, kule, kule, kule mbinguni, hapana. sio misa ambao tunaomba ili tuweze kuonga Mungu hapana. Mungu abadiliki, anabaki Mungu mwenye huruma, Mungu ambaye aliumba vitu vyote na aliumba mwanadamu sio kwa ajili ya moto, lakini kwa ajili ya uzima wa milele. Ni Mungu ambaye anatupenda milele, Mungu ambaye anatuhurumia milele, ni Mungu ambaye ataki kiumbe chochote, kwa sababu akiliumba katika sura na mfano wake kiteseke lakini ni huruma wa Mungu ambao unajikita katika imani yetu na katika matumaini yetu. Kwa hivyo, katika kanuni ya imani tunasema kwamba kuna ushirika wa waamini wote. Basi hii misa ambayo tunaombea ndugu zetu marehemu ni upendo na huruma wa Mungu ambao unatembea nasi, ni msaada wa kiroho ambao tunashirikishwa katika ufufuo wa wafu na uzima wa milele, kwani sisi katika misa hii inatupatia matumaini ya kwamba kwa kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, nasi tutakufa na tutaweza kufufuka naye. Hata kama tulikufa basi, huruma ya Mungu na upendo wake unatutakaza katika maisha yetu. Ndiyo sababu katika somo la kwanza ambao ni Hekima ya Suleimani sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya tisa inasema kwamba roho za wenye haki wamo mikononi mwa Mungu kwa macho yetu watu tunadhania kwamba wameshateseka, wameshaisha, lakini tunaambiwa kwamba yule Mungu ambaye anatupenda zaidi anawachukua kutoka kwetu, ili wasiweze, tusiweze kuharibu, ili tusiweze kuwafanyia chochote, na Mungu wetu ambaye aliwajaribu, amewachukua ili waweze kuwa watu wake ishara kuonyesha kwamba yeyote ambaye anamtumainia Mungu hakuna siku moja atakufa. Kifo kiko na lazima tutakufa, lakini tunaambiwa kwamba kifo hiki cha kawaida kinashindwa na kifo cha Kristo na ufufuko wake. Kwani kifo cha roho zetu ni sio uharibifu, lakini ndani ya ubatizo tunafanywa viumbe eh, vipya. Ndio tunasema katika himani kifo ni ushirika katika kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo ili tuweze kushiriki ufuko wake, kwani katika kifo tunatembea ndani ya mwanga wa Pasaka na hiyo ndio vivile Paulo anavyotueleza katika somo lake la pili waraka kwa Warumi sura ya 6 aya tatu hadi ya tisa. Kwa ubatizo, nasi tunatembea katika mwanga wa Kristo, na ndio sababu tunasema kwamba wote ambao walimwamini Yesu Kristo, kwa sababu walitembea katika mwanga wa Pasaka, basi hawana budi katika huruma ya Mungu kukaribishwa katika uzima wa milele. Na kama tutafanya hivyo, ni kitu gani ambacho tunapaswa kukifanya? Mwinjili Mathayo katika sura yake ya ishirini na tano aya ya thelathini na moja hadi arobaini na sita anatuambia kwamba ni lazima matendo yetu yaandamane na imani yetu, maisha ya matendo na maisha ya imani na yeye mwenyewe anatuambia kwamba vile tunavyofanya hapa duniani, vile tunavyofanyia ndugu zetu, ndivyo hivyo na sisi yule Mungu wetu ambaye ako na huruma ataweza kutufanyia katika maisha hai yetu. Je, kama sisi tulikuwa na njaha na tukashibisha wengine, nasi tutafanyiwa hivyo. Tuchi tutavikwa, tulikuwa tumefungwa, tutatembelewa, tulikuwa na njaha, tukawapatia wengine kiu. Lakini tujua kwamba yeye mwenyewe ni lazima aweze kututenganisha kama vile kondoo na mbuzi wanavyotenganishwa. Matendo yetu hapa duniani itaweza kutupatia cheti ha kuweza kupata uzima wa milele basi. Lakini hebu njiulize, mara ngapi tunachanganyishwa na maisha ya hapa duniani kiasi kwamba tunasahau kufanya matendo ambayo yanampendeza Mungu? Tunaweza kuwa na maisha ya maangaiko, tunaweza kuwa na masaibu mengi, lakini tunaambiwa kwamba maua ya matumaini ya ufufuko na uzima wa milele inawasubiria wale matendo yao yanampendeza Mungu. Wale ambao walimpendeza Mungu, kanisa ya watakatifu waliweza kupatiwa taji kwa sababu matendo yao yalimpendeza Mungu. Basi ndugu zangu, sisi ambao tu katika safari, wakati ambao tunafanyia ndugu zetu hii misa na maombi, tunakumbushwa ama ni wakati wa kutafakari matendo yetu, jinsi ambavyo tumeishi, kwani huyo Mungu anakaa katikati ya ndugu zetu, huyo ndugu zetu ambao waliumbwa katika sura na mfano wa Mungu, yeye anakaa humo, na vile tunavyowafanyia hawa ndugu zetu ndivyo hivyo nasi uhusiano wetu na tuna Mungu tunaendelea na tuna kuujenga. Tukumbuke ya kwamba tu marehemu watarajiwa. Baadhi yetu tunakaa kama hatutaweishi hatutawekufa, tunakaa katika hanasa kubwa tunakaha katika ujeuri, tunakaha katika majivuno. Lakini tukumbuke ya kwamba vile tunavyoombea hawa ndugu zetu, labda kesho ama kesho kutwa na ni sisi tutakuwa tunaombewa. Kwa hivyo tu marehemu watarajiwa, na kwa sababu tu marehemu watarajiwa, ni lazima nasi tuweze kuwa na matumaini na tuishi maisha yetu kadri ya vile Mungu angependa tuishi. Kwa ufufuko wa Yesu Kristo, sisi ni viumbe vipya katika kifo cha Kristo. Ndani ya ubatizo tulishirikishwa uzima wake, tunapaswa kuenenda kama watoto wa mwanga liposa wakati ambao tutapumzika, tuweze kupata uzima mpya ndani ya Kristo. Yesu Kristo kwa kifo chake amefungua malango ya matumaini amefungua malango ya uzima mpya. Ndugu zangu, tuweze basi kwa siku ya leo kuombea hawa ndugu zetu katika imani, tukijua kwamba na wao, Mungu ambaye amejaa huruma, Mungu ambaye amejaa upendo, hakutuumba ili tufe, lakini alituumba tuweze kuishi naye milele. Tuombea ndugu zetu ombea hata na wale ambao wana waombezi, ili katika huruma ya Mungu aweze kuwapokea katika uzingizi wa hamani, na hivyo hivyo mwanga ule wa uzima wa milele asidi kuwaangazia na wao pia waweze kuwa waombezi wetu kama watakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Ee Mungu, wewe ndiye utukufu wa waamini na uzima wa wenye haki Wahurumia watumishi wako marehemu ambao walikili fumbo la ufuko wetu, ili wajaliwe kupata furaha na heri ya milele, kwa maana sisi tumekombolewa kwa kifo na ufuko wa mwanao. Natomba hayo kwa njia ya Kristu na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nawatakia dominika njema. Marehemu wote wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina.